Nilikuwa na somo wiki iliyopita lina kichwa kinachosema hofu ya maisha ya baadaye inavyowasumbua watu. Hofu kila wakati, mama na uwa mme. Hofu ya maisha ya baadaye. Huyu mwanaume kichwa chake sikielewi, sikielewi uko mbele mm, sioni future. Hofu ya maisha ya baadaye anafika na uwa hofu ya maisha ya baadaye Dhambi nyingi unazoziona zinafanyika, chanzo ni hofu ya maisha ya baadaye. Unafikiri kwa nini tubinti twingine kanaona kamechelewa, miaka ishirini nimechelewa kuolewa, miaka thelathini nimechelewa, sasa nitazaa na yeyote, miaka thelathini umechelewa. Hofu ya maisha ya baadaye. Na na tule tuingine ambacho tuliwahi kuolewa, tunaanza kumzomea, miaka ishirini na saba huna mtoto wewe mbereni mbere huko utapata tabu, mbereni nani atakutunza? Zaa na yeyote, unazaa zaa ovyo tu. Anakuja kuzaa ndo anagundua kumbe kulea mtoto peke yako ni tabu. Katoto kanatakiwa shule, katoto kanatakiwa hospitali, katoto mwisho anatafuta libaba lingine tu, maana yule mwingine alizaa naye dume bora sikuna. Wanaume ambao ni wataalamu wa kuzalisha, alafu wanatelekeza watoto. Hai. Alafu mnaanza kuwashambulia wamama, hey, masingomaza, masingomaza, usingomaza waliotoa wapi? Waliotoa wapi? Usingomaza kama sio sisi tunawazalisha, tunawakataa, wakataa. hey, masingomaza, hey, masingomaza, wa kwanza kulaumiwa ni wanaume ambao wanazaa alafu wanaterekeza wanawacha mama wanahangaika. Tena ushukuru huyo singomaza, hakutoa mimba, hakuua mtoto. Angenyonga mtoto akatupa choni, ili asiitwe singomaza angetoa mimi. Ndio maana kuna clip iko mitandaoni, ninawaambia bora kuoa mwanamke mwenye mtoto kuliko kuoa kabinti ambako hakana mtoto. Unafikiria hakana mtoto, kumbe ni kamama kafiwa, ambako kamefiwa na watoto wengi, kana watoto saba, kameua Unasema mimi nimeoa mke ambaye hana mtoto. We, huyo ni shosho, huyo ni bibi, huyo ni shosho, ameua. Kama watoto wote wangefufuka, anaanzisha shule alafu. <laughs> Namsifia huyu ambaye ameua wote, huyo ndio unasema mbarikiwa, huyo amebarikiwa, huyo ana neema, huyo ni wa baraka. Unamsifia aliyetoa watoto aliyeua? Si bora huyu mwenye mtoto, amekuthibitishia kwamba hata wakwako watakuwa salama. Huyu mtaalamu wa kutoa mimba, hata za kwako zitatoka tu. Siku kimkorofisha, akiwa mjamzito, asema nilee mtoto wake, nizae utasikia nini? Ha, unajua uliponisemesha vibaya, nikapata stresi, mimba ikatoka. Kumbe mtaalamu wa kuzitoa. Kama umekaa karibu na kadada, kaangalie macho, kaangalie macho kama hakajawahi, maana tule tulitowahi kutoa hivi. na ubiri kanasema, pastor, hiyo pointi siuruke, hiyo pointi siuhamie nyingine, si uzungumze habari za Yusufu, uzungumze habari za mwana mpotevu. Wewe ndiye mwana mpotevu yani umetuulia wa Kristo wetu alafu tucheke na wewe maana hao wangekuwa memba wa chachi ingekuwa imejaa umeua alafu na wewe unasema yani masingo madha mm, mi siwezi kama kuna watu ni majasiri tunapaswa kuwapongeza ni hawa ambao walipoachiwa mzigo wakaulea waka nao alafu leo ndo mnawaita, mna wameraaniwa, wana mikosi, wana rana. Hawa waliotoa mimba ndio waliobarikiwa, wa kulaumiwa ni wanaume. Juzi hapo nimesema na mambo yako mtandaoni, hapo nimesema wanaume ndio wakati mwingine tuna dhambi nyeusi Unamsemesha mtoto wa watu, unamnenea maneno matamu, ah, don't worry, don't worry. Yani chochote kitakachotokea, ah, mimi am responsible. Yani kutokana na mama na kuamini, jambazi taperi anafungua mageti na madirisha, maana ulimwambia nitakuoa, nitakuoa. Unamtandika mimba, unaanza kusema maraya wewe, usinisumbue. uk ukatafuta ulie za naye, alafu katoto kanazaliwa copyright, kama wewe haina shida duniani, wawili wawili, <laughs> wawili wawili unakataa watoto wako, alafu tunakaa hapa nawe unafanya maombi baba baba. Yupi, wakati wewe wakwako mewakataa wanaume kama kuna mahali lilikoroga kale mtoto wako kale watoto wako, tumia njia yoyote, mtoto asome, mtoto apate haki Najua unachoogopa ni yako kabibi, unako kanako unakajua kabisa, kana kana wivu hako kabibi basa, ya ya ha, kuna kilichopita ni dhambi, sio mtoto mtoto, sio wa kale. Amen. Najua wamama hapa mnabadilika nikiongea hivi. Sasa mchungaji anatuletea matatizo sasa. Kwa mfano mme wangu akileta watano, mimi tutafanyaje? Akileta wangapi, tutafanyaje? Mme wangu sina uhakika naye, kichwa chake mbofu mbofu. Usihubiri sana, Mgogo, ataenda kuchukua kweli. Aniletee kijiji hapa nyumbani, tufungue nasari, tufungue sekondari. Wamama he. wakarete wasilete Walete? muko tayari? hebu yes, mwangalie. Wamama mliolewa, punga mikono, maana wanaoongea hapa ni, ni wale ambao hawajaolewa bado, hujaolewa <laughs> unasema walete. Ngoja waseme hawa wanaojua mzigo. Wamama mliolewa, punga mikono, walete wasilete? sauti zimepungua, najua. Wala aliozaa kabla hamujaoana hawaumi sana hawa, aliozaa mkiwa kwa ndoa, hiyo hiyo ndio inauma, hiyo ndio inauma, kwamba hii hii hii mtu hii ilitokaje? Na sisi tuko na watoto hapa, ameshindwa kulea anaenda kuongeza wengine nje, alafu tukihubiri watu wanasema, mchungaji, wewe unajua, we Mgogo, unahubiri mambo ya kidunia, mambo ya kidunia. Hubiri mambo ya mbinguni. Mi mbinguni nilienda lini ili nije nikwambie? Lini lini mimi nimeenda mbinguni alafu nije nikusimulie mambo ya huku? Hayo mambo ya mbinguni muulize Bishop Nzuna huyo, yeye atakuwa naenda huko labda. Mama mama anaendaga mara ngapi kwa mwezi? Haendi. Ha, Pasa Mgogo, hubiri mambo ya mbinguni, haya ya duniani. Wewe unahubiri mambo ya kidunia, tuhubirie ya mbinguni. Subiri nikienda kwa sababu Biblia inasema hata hao manabii, Biblia inasema wazi, inasema walichukuliwa katika ulimwengu wa roho wakaenda mbingu za juu wakaonyeshwa hayo. Sasa mimi sijachukuliwa. Sasa mimi sitaki kuwa mwongo, sitaki kuwa mwongo, sijachukuliwa. Mimi nakwambia vitu ambavyo vitakukosesha huko mbinguni unakotaka, hivyo vitakavyokukosesha hasa. Wewe fikiria, ulitelekeza katoto, unatupiga kelele hapo na speak tongues. Ndio maana kuna wakati najiuliza, hivi hiyo tanks ni ya roho? hiyo ni made in santon au hiyo imetoka wapi? Kwa sababu ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu angekuambia mtoto wako kamchukue? Haiwezekani. Katoto kanateseka na Ivasha, kana ngoa maua ya watu, katoto kako Kisii kanakoswakoswa na Ziwa Victoria. Katoto kako Kajiado huko kanakanyagwa na ng'ombe we huko hapa. Amen. Hamna. Tunatafuta hawa watoto wapate baba zao Dio. Omba tu msamaha mke wangu eh, nifanya ujinga hmm. nini wakati nakula take away ndio ikawa <laughs> kwa sababu usifikiri mwanaume kupita na mpango wa kando kwamba hampendi mke wake. Ni take away <laughs> tu sema ngoja tu nile kidogo, alafu nitarudi nyumbani, kwa sababu kuchukua take away akimaanishi utaki jiko lako. Mwambie tu kweli, nilikuwa sijaokoka nilikuwa nakuja kanisani na, na pretend Yesu sina ndio maana pepo la uzinzi linaniendesha, lakini sasa naamua kuokoka kukabidhi maisha yangu kwa Bwana Yesu. Sitarudia warahi, sitarudia, nimeokoka. Lakini kabla ya kuokoka, hawa ambao hawana baba zaidi yangu mimi ndiye niliyewaleta duniani. Amen. Kwa hiyo Yesu anioshe dhambi zangu, lakini hawezi kufuta wale watoto unajua kwa nini hii dhambi naikemea sana kwa sababu watoto wako striti huko, wanaokota machungwa, mama yao aliwadanganya kwamba ulikufa. Wakati watoto wanamuuliza baba, mama yuko wapi? Aisha baba yenu alikufa alipata ajali. Hebe, mwangalia huyo mwanamume aliyekaa naye. Mwambie hivi wewe tunayekuona ni mzimu, ni maiti. Wewe tunayekuona ni marehemu anayetembea. Wewe tunayekuona ulikufa mwaka gani? Katoto kanalia kako kwa dasibini Kanasema, Mungu ulimchukua baba kabla janilea, ulimchukua baba, mi naokota machungwa naokota mikate. Ulimchukua baba mapema, kabla janisomesha, kabla ya Mungu. Lakini katoto akawezi kusikia sauti ya Roho Mtakatifu sauti, inawezekana namwambia baba yako hajafa, yuko pale napiga mapambio <laughs> hajafa. Alafu na wewe umekuwa jasiri Yaani, umekomaa, huna habari na hivi na uhubiri, unasema hivi Pastor Mus alikosa wahubiri mpaka natuletea huyu? Mimi ndiye right preacher kwa maisha yako ambaye nakunyoshea maelezo Mtu mmoja aliniambia Mgogo, utakufa masikini. Kwa nini unafuatilia maisha ya watu? Nikasema hiyo ndio wito wangu, wito wangu ni kuwanyosha waliopinda. Biblia inasema kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za shetani. Mwana wa Adamu, kwa lazima kazi zake zivunjwe. Na nikamwambia unasema nitakufa masikini, unavyoniona mimi ni masikini sasa masikini wanaendeshaka Prado? Uliwahi kusikia maskini anamiliki Prado, anamiliki Kruger, ana nyumba yake, ana nyumba na nyingine ame, watu wamerenti, wanamkwepa kodi, huyo ndio maskini? Niliwaambia, kuna Mkenya mmoja aliniambia kwa injili yako sidhani kama kuna watu wanaweza kukubaliki, si niwaambia hapa kwamba Mkenya mmoja aliniambia kwa mahubiri yako wewe sidhani kama watu wanaweza. Mungu ameniambia nikununulie gari, alafu anainuka mtu anasema utakufa masikini na kufanya masikini. Mungu anatuma kunguru, alituma kunguru Mkenya kuleta mkate. Gari ya kwanza mimi naendesha Mkenya, mpaka leo namba yake haipatikani. Yeye mwenyewe tulichati wiki moja akapotea. Gari na drive mpaka najiuliza, alikuwa Mkenya, alikuwa maraika, alikuwa nani? Lakini najua alikuwa Mkenya kwa sababu tulikuwa tunaongea video call, mtu mmoja mweusi hivi pande hivi limeenda anapenda kuvaa kofia cap, tunaongea hivi mpaka anapiga picha, yuko benki ndio anafanya transfer za hela, lakini sijamuona. Nimejaribu kushuhudia ili haijitokezi hai. Ndio maana kuna wakati mwingine nikija kuhubiri hapa huku Kenya, mnafikiri kwa nini wasiwaulizagi ya kidamosi tuma ya mafuta tuma ya nini? Alisha walipia, yule mkenya aliwalipia. Amen. Kwa hiyo kuishi na mtu ambaye hamuko sawa, hiyo safari itakuwa ngumu sana. Yusufu akawambia msigombane njiani, kwa sababu najua mmebeba vyakula, mmebeba vitu, inawezekana vikawagombanisha. Kama mwana mpotevu ambapo, alivyorudi nyumbani, kaka yake aliona bora kubaki na ng'ombe kuliko mdogo wake. Mali wakati mwingine ikiongezeka, bila Mungu hamwezi kuwa salama. Vita lazima mtaanzia mashamba. Ndio maana kuna watu anaua ndugu zake, baki na miti, anaua ndugu zake, baki na mashamba, anaua ndugu zake, baki na nyumba, anaua ndugu... mali bila Mungu. Juzi hapo watu nilihubiri wakasema, ah, hiyo injili hatujakuelewa. Nilisema utajiri umkumiliki mali nyingi bila Mungu. Wewe ni mshirikina, kwa sababu utakuwa unawaza kuua watu tu, utakuwa unawaza kutoa makafara tu. Ndio maana sisi hata Mungu akitubariki mali zetu zimenyoka. Hazina shida. Tuna amani nazo. Lakini wewe unamiliki mali kwa sababu ulitoa kafara watoto. Kwa sababu uliua ndugu zako, kila kinywa soda na isi unakunywa damu. Ukila sausage una, una na isi una unatafuta vidole vya watu. Una raha. Ndio maana kuna matajiri ni wakalikali kwa sababu gani? Mwanadamu aliumbwa kuwa na huruma. Hasa ukifanya kitu nje, get it, itakwenda kukutesa kila wakati. Get it, itakuna kutesa kila wakati. Maana kuna mtu anaropoka ana, na toa nasiri. Ukimwomba hila anasema, tafuta na wewe ujui mimi nilivyoteseka teseka. Unajuliza, eh, alivyoteseka? Pigia mstari. Ujui. Mwambie ni kweli, baba, sijui. Lakini tu tunakuomba chonde chonde. Usitutoe kafara. Niliwahi kuhubiri siku moja hapa kwamba kuishi na mtu ambaye hana Mungu kwenye ukoo wakati wote uko kwenye danger zone, kwa sababu atawaza kupata utajiri, watamwambia katoe kafara. Unafikia tamtoa nani? <laughs> Wangapi mko na ndugu zenu? Hawajaokoka, unao na wanatafuta hela, alafu ndo unaomba tu maombi kidogo kidogo, wakati unaishi na mtu danger kabisa. Fanya maombi kwa sababu usalama wako ni mdogo sana. Huyo ndugu yako mpagani huyo anatafuta hera. Unafikiri ndugu zake wanamshawishije? Marafiki zake? Unaambia unataka hera? Eh, kuna likijana linavaa suti kama ya, ya, ya nani, ukitoa kama lile unatajirika haraka. Unashangaa kuna wakati unatembea kichwa kina nywele kama zimefanyaje, mwili kama, kumbe mtu yuko kwa mganga, wanavuta nafsi yako. Unashangaa tu kuna wakati unatembea kama kitu nasikia. Kumbe watu wako kule wanavuta nafsi yako, haivutiki, wanavuta wanapambana naye. Rafiki, ongeza maombi, ongeza maombi, ili hata wakienda kwa waganga, waganga magrasi yao, vioo vyao, vibuyu vyao vinini vyao viharibike kwa sababu siku moja, wanasema mganga akawa navuta nafsi ya mtu aliyookoka, akamuuliza, mbona huyo mtu uliyeniletea jina naita nafsi na kataa wasiia? Wakawa ndio wale akina Bwana sifiwe, akasema ee, ndio hao. Akasema hao hawachukuliki hao, haiwezekani, akamwambia niletee jina la yule ambaye sio Bwana sifiwe. Mwangalie jirani yako, mwambie kuna second selection. Wakimkosa mwenye nguvu, si watakuangukia wewe? Sasa omba maombi kama kichaa. Ukiona saa nane usiku usingizi umekata, usifikiri ni usingizi umekata, Mungu anakuambia omba muda huu Omba, funika watoto wako na damu ya Yesu. Funika mke wako, hata kama kamama kavivu ka maombi kako hapo, kana koroma kama jeneta, kanisa, toka nenda sebuleni, kaache kana koroma, lakini kafunike na damu ya Yesu. Hata kama unali mwanaume livivu la maombi, ukiliambia baba tu, eh, ee, niombe na mimi, inuka, simama simama, liombe na hilo libaba, baba hilo liombe, lifunike na damu ya Yesu, kwa sababu uwezi kujua kuna ndugu zake wanalitafuta, walitoe kafaru, utakuwa mjane. E, sometime hutamki hata kwa maneno, Mungu nifunikie, ili mtu nikae naro, watoto wasiwe yatima ili Funika ili anamuka, anataka kwenda kazini, namwambia hey, hey, hey, njoo. Unaenda wapi? Kazini. Yesu, funika na damu ya Yesu, indo zawadi ulionipa kwa jina la Yesu. Naenda lenyewe litasema, unanichelewesha, bora nikuchelewesha, lakini uwe salama, kwa sababu sijui ofisini unakofanya kazi wako watu wa aina gani. Yawezekana wako kazini wanakutafuta.